1K. Bana, mambo vipi? care once again, again. Kitu ambacho kinakera. <clears throat> Yep, mtaa mzuri kabisa hapa, au sio bwana? Lakini mbovu yani, kwa sababu hajatengenezwa unaona, so mimi na wish huyu jamaa alikuwa sasa, sasa hivi ndio mbunge, sio nani afanye mpango yani na jamaa vizuri sana, hii barabara itengenezwe, mm. iishe kwa sababu ina slow down business, vitu haviendi yani, kama vile hapa kaka. Eh, vile vinavyotakiwa watu nachagua, yeah, yeah, sehemu za kupita, biashara imepungua kasi kwa sababu barabara ni bovu, vyombo yeah. vya moto vinapita, kwa hiyo naomba Mungu Bwana, kwa sababu hivi vitu vinawezekana, mitaa kuwa clean nini vitu vikawa fresh e, naomba Mungu kwa sababu atajenga mijengo yao mikali na fence, wanakwepa sehemu fulani kwa sababu sometimes barabara inaharibika mpaka nyumba zinataka kudondoka ukuta. Kwa hiyo naomba Mungu Bwana, mheshimiwa aliyeingia sasa hivi madarakani afanye majambo hapa Japokuwa kuna eka eka hizo zinaendelea, lakini piga tipa fulani mpaka mchanga mpaka hapo. Kwa hiyo hapa wananchi ndo wametandaza wenyewe yenyewe, okay. Barabara iishe, vitu endelee, maisha endelee, shule iko hapa Nimeendelea, ni mtaa fulani hivi, ni neighborhood fulani hivi, mmepoa. Yana kinyamwezi uchawi nini, unajua uchawi rodi. Sasa rodi, unajisi kama unaishi porini hivi. Hapo afanye mchakato tu hivi, barabara alipiga lami, hata ya mchongo, hata lami ile ya kudownload ile, sijui ngo nazia lami fulani za kokoto, sijui zinaitwaje zile pia lami baa zikae sawa, watu waenjoye mitaa. Hmm. People that struggling this side. Alafu sio kama watu awapewi hela, watu wanapewa hela, zile hela zinapotea sio, zinaenda wapi? This is very, very, very busy lord. Kwa hiyo very, very hmm, mamlaka husika ambao wanahusika na vitu ambavyo vinajua kabisa hivi ni vitu vya kimaendeleo, waangalie baadhi ya maeneo katika ramani zao huko, wajue kuna maeneo fulani na maeneo fulani, barabara ni muhimu sana, mapema sana. Mimi wallahi Mwenyezi Mungu akinipa pesa nitakuwa naongea na serikali bana, yeye, kuna mtaa fulani nimeuona vipi ule, siwezi kupiga zege pale, chapa zege, nakuwa kama kwani zege shilingi ngapi rafiki yangu hmm? I naomba Mungu hii YouTube ikue, ikishakuwa takuwa oya duniani, tutaonana tusuni wanango <laughs> eh, namna hiyo ya a moyo pia vinapita mitaa hii. nikaongea na, na serikali bwana, sikiliza, kuna mtaa fulani nimeuona vipi, naanza nikamchapa zege, chapa zege, afu sitaki watu wanilipe wala nini ha? na mwisho wa siku pesa zipo, maisha yapo, afu unaweza ukawa na pesa nyingi, afu pesa zenyewe zote zikawasoa mchongo wala nini shwari. E, pesa zikawasoa mchongo, zokawa na miela mingi, miela yenyewe ikawa amna kitu chochote Saa mwisho <coughs> so, wa siku hizo hela zako kama hazifanyi kitu, zinakuwa hazisaidii chochote yani. Sababu so, unakuwa na maela mengi afu hayafanyi maendeleo, hayafanyi chochote, inakuwa yani yapo tu, unakufa unaacha. Ona kina nani wale Pablo Escobar, hela mpaka zimeoza hela zimefukiwa chini, uza nini hizo zote. Ukiwa na hela nyingi, tengeneza vitu vya msingi mitaa nini, acha legasi hmm. Aya, vitu vya maana, tonaona kabisa, da bwana, jamaa amefariki, jamaa ameacha mtaa bwana hmm. Hii ni njia moja tu, ziko njia mbili hapa kama sikose, maana nyingine inatokea pale, maana pale kwenye kama mbango mbango pale inatokea upande wa pili kule. Kwa hiyo pambane, afu mimi nawishi kitu kimoja Kwa mfano kama maeneo ya huko mbunge akija zake bungeni, kati ya zake bajeti anakuja kutengeneza mitaa yake kadhaa, sio mbunge sio? na anachukua bajeti, kwani hapo si inapata faida nani? si serikali na wananchi, kwa sababu mtaa wako hapo clean, kila kitu kinakuwa fresh. hmm. kuliko kuacha mitaa na kuwa hivi, rafiki yangu, watu nyumba zote zinataka kudondoka, wanaweka na viroba kwa chini, sasa maisha gani? wana watu wanakimbia wana nchi hizo wanaenda nchi za watu. Wanaenda kutulia huko. Ana mtu anajitahidi kutengeneza bonge la jumba kali. Eh, jumba liko ndani ya fensi, lakini mtaa mchafu, mtaa mbovu, yani mtaa ueleweki, mtaa upo upo tu, mtaa hohehahe, yani mtaa upo upo tu watu <laughs> <laughs> e, wanahangaika kupita na magari, wanaongea kupita na mabodaboda barabara eleleepo zina bounce kibao yaani, ah, ukitoka nyumbani msafi, ukifika rodi mchafu kwa sababu ya mavumbi, anakupata kibao. Haya, hizo barabara za barabarani huko, ajitahidi basi. Hata wanavyotengeneza hizo barabara zao nitakuja kuonyesha tena, maana bado hakujatulia tulia huko mjini. Hapa eleweke kama bado watu wanapigwa pigwa hivi kwa eleweke, tutajua huko mbele ya safari ukishaona maisha yako yamesha kuwa mazuri jitahidi, mtaani kwako unapokaa ongea na mwenyekiti. Mwenyekiti amtafute diwani, diwani amtafute sijui mjumbe, mjumbe sijui amtafute nani nani nani, mpaka mbunge. Mbunge ongea naye mbunge, mbunge, mbunge sikiliza mimi, bwana, mtoto wa mtaani hapa, nimezaliwa hapa mtaani, na idea yangu bwana, nataka nitengeneze barabara. Nitakuandika jina lako brother, hata ukitoka kwenye ubunge na uko ameacha ile rodi au vipi? Ah eh, hey, ya baridi baridi fresh to kiatu. Ukifika okay, pao una rekodi tu video kama hivi, ile barabara anaanza kutengenezwa mpaka inaisha. Basi wewe unamwacha na barabara jina lake unaondoka na video yako. Eh, unakuwa kidogo umesaidia na wewe una umeacha legacy, Mheshimiwa mbunge. Kwa hiyo, Mheshimiwa mbunge bwana. Viangoneesha za mbunge mwenyewe sasa ndio mzungumzia. Mheshimiwa mbunge bwana nimekukuta hapa. Yule pale bwana, kwa mheshimiwa mbunge ndio yule bwana. Mheshimiwa mbunge mheshimiwa mbunge bwana, hii barabara kama nilikwambia, umesema hapa maslahi ya wote, taifa la wote ya kumbe naongea kitaifa. Kwa hiyo bwana shingo mheshimiwa wewe ndio mbunge au vipi? Mimi nitakwambia bwana, koma koma koma, mzee wangu unakomaa una kwa, kwa ajili ya legacy au vipi? Ukiona serikali kama mchuzi unachelewa chelewa, unaongea na wadau nini mtaani huko. Mimi hapa youtube yangu ikishakuwa kubwa, najua nitakuwa kama Mr. Beast. Nikishakuwa kama Mr. Beast, bwana mheshimiwa, nitakuwa hivi vitu natengeneza mwenyewe, kwa sababu youtube inalipa vizuri nasikia, sina uhakika japo. Kwa sasa sina mpango sana na youtube, lakini mheshimiwa, najua hii video utaiona. Komaa babangu. Hii barabara moja, bonge moja la barabara hili liko bizi, hatari hmm. koki pia kablasha vizuri, twa pia lami moja shwa, safi kabisa shining, maana angalia, ukuta umepinda huko, hafu umekaa kwenye edge kabisa. Kuja nikuoneshe kwa kona. Umeona hivi, ukuta limebendi kabisa. Barabara ashbarabaa upo bize. Panapa pana hospitali naitwa nini? Ningoshima yani, yeah, kama ya China vie Nigosima, Ningoshema asaio so Nigosima, Ningoshema 24 hours. Barabara mbovu, ambulensi awezi kupanda po <sighs> Yaani kama dampo rafiki yangu pale mbele nimeonyesha, pana shule, sababu wanafunzi wanatoka asubuhi, wanaingia asubuhi, jioni wanatoka saa kumi. Kwa hiyo imagine umta una hospitali eh, Mheshimiwa Shingo, I'm talking to you. Una hospitali alafu Una shule una hospitali, kwa hiyo ni mtaa ambao uko busy sana, na hapa pana njia tena, kuna njia nyingine huku mtaa unatoka maraba ya apa. huku ni mtaa ambao kidogo kuna maduka maduka na nyumba za kuishi watu, mtaa uko busy huu yeah? it's like a dump hmm? tu serious kidogo Kidogo jamaa alijua njia amna, alijua njia hamna, kidogo arudi. Lakini njoo bwana, upite njia, ipo sika na mstari kule mbele. <laughs> ona, ona, yaani barabara hasili so mtaa uko bize to make sure mtaa unatengenezwa. Like this video, share this video. Sio kwa ubaya, tunaongea tu, just as a friends, as friends a family. Big shout out kwa mtu yoyote ambaye amepambana kwenye hii dunia maraba Eh, saluti kwa wote ambao wamepoteza maisha katika hizo harakati. Mwenyezi Mungu eh, alipima viponi. Lakini pia tusipoteze pesa tu, tumekaa na pesa tunazichezea, tunanunua vitu vya kifahari, tunajilimbikizia mahera. Tufanye vitu vya maendeleo kama hivyo, kwa mfano mtaa, kwa klimi, msafi, watu wanafanya maendeleo, kwa sababu inaamini mtaa hapo, hospitali inafanya kazi 24 hours Inaingiza pesa kodi kwa serikali. Hapa shule inafanya kila siku za wiki, inaingiza kodi kwa serikali. Pale mbele pana baa na guest house, huko mbele, mbele kuna biashara nyingine za watu mpaka main road. Sasa this is busy road. Let's build it. Subscribe, like and comment and share this video thank you.